Ndovu alipovuka ng'ambo ya pili ya daraja lile, sisimizi alisogea sikioni kwa tembo yule ama ndovu, akamwambia ndugu yangu ndovu, mimi na wewe tumelitikisa daraja. Mheshimiwa mwenyekiti, uongozi wako na usimamizi wako, ufuatiliaji wako, kujali kwako na kwa kweli wakati fulani ukali wako, ilikuwa ndiyo ndovu aliyetufanya tuvuke ng'ambo ya pili. Waheshimiwa mawaziri, waheshimiwa wakuu wa mikoa, pamoja na wakuu wa wilaya, kila tulikotembelea na kufanya ziara walikuwa na salamu za mambo yaliyofanyika kwenye maeneo yao. Mheshimiwa mwenyekiti, yalifanyika haya sio kwa bahati mbaya, ni kwa sababu wao walikuwa juu ya bega la ndovu atikisaye madaraja. Pale bungeni, waheshimiwa wa Bunge, kila wakati walipokuwa wakichangia walianza na, ni kama walifundishwa na mtu, kuanza kwa kushukuru kwa yale yaliyotokea kwenye maeneo yao wakijivunia mafanikio makubwa ambayo mengine tumeyaona hapa. Haya hayakutokea kwa sababu yoyote, ni kwa sababu walikuwa juu ya bega la ndovu atikisaye madaraja. Ndugu mwenyekiti, maafisa watendaji wa kata, maafisa watendaji wa vijiji, madiwani, kila tulipofanya ziara na wenzangu serikalini, walituma salamu nyingi kwako, wakikushukuru sana kwa mambo mengi waliyoyafanya huku, wakisema hatumdai ila yeye anatudai. Hawakufanya hivyo kwa sababu yoyote, ni kwa sababu walikuwa juu ya ndovu watikisaye madaraja. Uongozi wako haukutambulika ndani ya nchi pekee, umetambuliwa ndani na nje ya nchi. Ndio maana Mheshimiwa Rais, umetajwa mara kadhaa kama kiongozi maarufu duniani kwenye majarida mbalimbali mbali. Umepewa tuzo za heshima sita duniani. Umepewa udaktari wa heshima mara sita na vyuo vikuu mbalimbali ndani na nje ya nchi. Ndio maana mwenyekiti wetu mwezi Januari mwaka huu mkutano huu wenye wajumbe hawa hawa kwenye ukumbi huu huu tena wakiwa na sare hizi hizi, hawakuwa na jingine zaidi ya kusema yeye ajuaye kutikisa madaraja, tumwache aendelee kwa awamu nyingine, tuyatikise madaraja. Mheshimiwa mwenyekiti, Mheshimiwa mwenyekiti, yaliyotokea wakati wa uongozi wako ni mengi. Umekuwa kinara wa nishati ya kupikia barani Afrika, bara lote la Afrika na dunia nzima inatambua kuwa ukitaka kutaja nishati safi ya kupikia, bila shaka huwezi kuacha kumtaja Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndiyo maana mwezi wa kwanza mwaka huu Benki ya Dunia pamoja na Benki ya Maendeleo ya Afrika pamoja na Rockefeller kwa pamoja walikufata wewe, wakakuomba kwa kuwa bara la Afrika lina changamoto ya umeme basi wewe wewe mwenyeji wa kutoa darasa kwa nchi nyingine za Afrika katika upelekaji wa umeme kwenye bara letu la Afrika. Mheshimiwa Rais, ulifanya kazi hiyo na kupokea, na ndio maana leo bara zima la Afrika tuna kile kitu kinachoitwa the Dar es Salaam Declaration. Hakikutokea kwa bahati mbaya, ni kwa sababu upo wewe unaye yatikisa madaraja.